katika yale ambayo tumekuandalia leo ndugu mtazamaji ni habari za majonzi. Habari za majonzi tulizonazo ni zile zinazohusu kifo chake Jenerali Sikatenda. Jenerali Sikatenda ambaye ni mnara katika maeneo ya tarafa la Fizi kwa upekee na jamhuri mzima ya kidemokrasia ya Kongo amefariki dunia na habari kuhusu kifo chake imeweza kuanguka kama vile radi katika masikio ya walio wengi, haswa wale wa tarafa la Fizi kwa kuwa wamemfahamu yeye kuwa mzalendo wa hali ya juu, mnara wa tarafa hilo mkoani Kivu ya Kusini. Kufikia sasa, jenerali huyo ambaye alipigana kwa muda mrefu sana akipigania ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni ardhi Wakongomani waliachiwa na mababu. Alipigana kwa muda mrefu akipiganisha uvamizi wa nchi za kigeni, aho wageni waliokuwa kivamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kutaka kuikalia kimababu. Akiwa mwenye kugombana kwa namna hiyo, na kutokana na siasa za nchi huyo, aliweza kukamatwa na kupelekwa katika mji wa Kinshasa. Lakini huko muda wa siku nyingi akiwa katika mji wa Kinshasa, aswa kutokana na ushupavu wake, mnamo mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne huyu alikamatwa miongoni mwa wengine maafisa jenerali, kwa sababu ambazo kufikia sasa familia au jamaa ndugu na marafiki wa jenerali huyo Sikatenda, ambayo kwa sasa anahitwa marehemu, hakuna aliyefahamu bayana au kudokezewa kisa na mkasa, na sababu kubwa, sababu halisi zilizompelekea jenerali huyo kukamatwa na kufungwa ndani ya gereza la Ndolo huko mjini Kinshasa. Na akiwa gerezani, huyu aliweza kupatwa na magonjwa, na wakampeleka akiwa katika hali inayozorota kiafya, baada ya malalamiko mengi alipelekwa kwenye hospitali ya kambi ya Chachi huko huko mjini Kinshasa, inayojulikana kama vile Hopital Militaire du Kanchachi huko mjini Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni huko alipokuwa akipata matibabu na ambayo siku ya Jumatano ya tarehe Mei 4 habari kamili au habari rasmi kuhusu kifo chake imeweza kutangazwa. Kama vile kumbukumbu kumbu, na vile nilivyozungumza hapo mbeleni, ni kwamba ndugu jamaa na marafiki kama vile familia yake, hadi kufikia kifo chake au akufahamu sababu kubwa au halisi iliyopelekea mzee wao au jenerali huyu kufungwa hadi vile kifo kilivyomkamata kwa sababu hakusikilizwa, wala wana memba wa familia, mkiwemo watoto, hakuna yule aliyeitwa ili wa wazungumzie kisa na mkasa kilichopelekea vyombo husika kumshikilia yeye hadi kifo chake, licha ya fununu zinazozagaa hapa na pale lakini ni Jumatano leo ya tarehe Mei nne ndiyo kitangazo rasmi kuhusu kifo chake. Hiyo ni pigo kubwa kwa wazalendo, haswa wale wananchi na rahia wakaaji wa tarafa la Fizi mkoani Kivu Kusini, wamepatwa na pigo kubwa ya kumpoteza mzee huyo ambaye ni mnara katika maeneo ya tarafa la Fizi. Huyu amepoteza maisha leo, kafariki dunia baada ya kugonjwa na magonjwa yake, yalitokea akiwa ndani ya gereza la Ndolo huko mjini Kinshasa, ambalo ni gereza maalum la kijeshi. Mwili wa marehemu upumzike kwa amani na roho yake iwekwe mahali pema peponi hadi siku ya Kiyama. Na huo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News. Huo ndio utakuwa mwisho wa matangazo yetu ya muda huu. Na kuomba wewe ambaye bado hujas subscribe usikose kusubscribe, usikose kujabone, usikose kuacha comment yako, usikose ku like. Na huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu ili kesho tuje kwa kishindo zaidi. Usikose vile kutuandikia mahali ulipo ili utupe nguvu zaidi. Asante kwa kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.